Leo tarehe kumi na nane mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na sita Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya, e, tumeamua kufanya mafunzo kwa madereva wote wa Jeshi la Polisi e, walioko katika wilaya zote, wamekutanika hapa katika ukumbi huu wa Field Force ili kupata mafunzo na uelewa wa jinsi ya kuendesha magari ya polisi, lakini pia kuhakikisha kwamba, e, dereva ambao tunao sasa ni wale wenye sifa ambazo zimeainishwa kulingana na mahitaji yale ya le, kwa hiyo wakufunzi ni pamoja na RTO, DTOs, wakaguzi wa magari na maafisa wengine. Hii yote ni katika kujengea uwezo wa madereva eh, kuepuka hizi ajali za mara kwa mara, lakini pia kutunzaji wa magari ya jeshi la polisi na sio jeshi la polisi. Kuna wakati mwingine pia wanaweza wakachukuliwa kuendesha magari ya serikali, tumeona sasa ni vizuri waka waka wakazingatia waka hizi sifa ambazo zinatakiwa, lakini pia wakahakikisha kwamba wanazingatia sana eh, kwa wanaendesha magari haya na kuyatuza kwa mujibu wa PGO mia moja tisini na sita mpaka mia moja tisini na tisa Kwa hiyo tunaamini tuna kabisa kwamba kwa mafunzo haya kama tutayamaliza, eh, yakiisha vizuri, kila mmoja atatoka hapa akiwa na uelewa wa jinsi ya kuendesha na kutuza mali za serikali na hususani jeshi la polisi. Mimi naitwa Mrakibu Mwandamizi wa polisi Notker wa Kilewa, ni mkuu wa usalama barabarani mkoa wa Mbeya. Leo tuko hapa kwa ajili ya kutoa mafunzo kazini ambayo yamefunguliwa na afande wetu RPC kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Benjamin Kuzaga, na mimi leo natambulika kama mkufunzi nikishirikiana na maofisa wenzangu pamoja na wataalamu wengine kama wakaguzi wa magari. Tumeandaa mada mbalimbali zikiwemo, eh, sifa za madereva wa serikali eh, kwa maana madereva wa polisi, lakini pia kutakuwa na swala la ukaguzi wa magari, swala la makosa hatarishi, vyanzo vya ajali na namna ya kuepuka na ajali, lakini pia tutazungumzia uh, swala la stress management kwa sababu ukiwa na mawazo na msongo wa mawazo unaweza kuwa chanzo cha ajali. Na pia kutakuwa na majadiliano. Na huu ni utakuwa ni mwendelezo wa mafunzo uh, kwa sababu dereva anaongozwa na taratibu kama alivyo dereva mwingine, lakini unapokuwa dereva wa serikali kuna sifa za nyongeza. Ha, hizi pia zimeelekezwa kwenye sheria yetu ya uh, kanuni za kudumu za Jeshi la Polisi PGO, kama alivyosema afande. Kwa hiyo tutapita humo mote kuhakikisha kwamba madereva wetu wanakuwa vizuri na wanakuwa mfano kwa jamii wanapoendesha vyombo vya jeshi. Matarajio ni kuona kwamba uh, madereva wetu wanatuwakilisha vizuri, kama kulikuwa na makosa madogo madogo yanayofanywa uh, wanayatambua na kuyarekebisha, na sisi kwa pamoja tunakuwa na urahisi wa kuweza kukemea na kuchukua hatua pale ambapo tunaona sasa wanafanya makosa wakati tulishakumbushana na kuelekezana. Kwa hiyo tunaamini baada ya kutoka hapa, uh, madereva wetu watakuwa vizuri, watakuwa mfano kwa jamii, na tutakuwa tunaendelea kukumbushana kila mwaka kwa utaratibu huu ambao tumeufanya leo.